Kina hekma kina busara mewake wote katika wilaya nzima hawakupata mawakala. Hali ingekuwa ndugu zangu, hapa sote watu wazima, kama sote tunawajua wilaya nzima, wilaya magharibi. Na wilaya magharibi ndio inaongoza kwa population kubwa hapa Zanzibar, kuliko hata mkoa wote, kwa sababu wilaya magharibi ina wakazi laki tatu na sabini na tano elfu karibu ni sawa sawa na wakazi wote wa, wa pemba wanaishi wilaya ya Magharibi kwa sababu wakazi wa Pemba ni laki nne na elfu sita wilaya ya Magharibi ina wakazi laki tatu na sabini na tano elfu inafanana tofauti dogo. Hayajalia kisiwa chote cha Pemba hakina mawakala wa CUF hadi jana. Ili kwaje hiyo imetukuta sisi jana, lakini tulichofanya tukaa tukawaripotia wazee tutumia uchaguzi Angalia hapa, hatuna wakala wilaya nzima ya magharibi. Lakini nakushangaza zaidi, kama nilivyosema mwanzo, nilipotoa taarifa yangu ya awali tarehe 24 tumeenda kwa msimamizi wa uchaguzi wa wilaya pamoja na wajimbo, vitambulisho vyetu kwenda kuhakiki vitambulisho vya mawakala wetu, vyote vipo, vyote wilaya nzima. Asubuhi havionekani, wala tume hawajui vimeingia mikononi mwa nani? Lakini hasa niambie, katika mazingira hayo nani hana imani na tume? Tume haina imani na sisi, au sisi hatuna imani na tume? Ndicho kilichotokea wilaya nzima.